Majuila lmali illa liyumfak, haikuletwa mali, mali isipokuwa kwa lengo la kuitoa na kuitumia katika njia za halali. Kam min almuslimin, wangapi katika waislamu tujiulize, wanalimbikiza mali katika akaunti zao mamilioni kwa mamilioni wanayeweka, wala yunfikunaha fi sabili llah, na wala hawazitoe katika njia za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema fabashiruhum biadhabin alimu, wabashirie hao kwa adhabu kali yenye kuumiza. Alladhina yaknizuna dhahaba walfiddata, wale ambao wanalimbika dhahabu na fedha na mali wanalizilimbika tu katika makao, wanalimbika ndani katika mapambo yao na mapambo ndani. Hapo mtu ana madhahabu gramu mia tano mia sita kaweka ndani mapambo tu huku yujadu minalmuslimina maya meyamutuna jua, wapo katika Waislamu wanaokufa njaa. Basi Allah subhanahu wa ta'ala anasema watu hawa ambao wanalinibikiza dhahabu na fedha wala hawazitoe katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa wabashiruhum biadhabin alim, wabashirie kwa adhabu yenye kuumiza, adhabu kali.